Kuelekea mechi ya dhidi ya Simba, tunashukuru Mungu, tumefanya maandalizi vizuri, na leo ndio ilikuwa session ya mwisho kuelekea kwenye mechi. Tunamuomba Mungu, kesho akijalia, tuweze kucheza huo mchezo. Tulipoteza dhidi ya Prison Kagera Sugar, kuelekea mchezo unaofuata, mimi niweze kusema tu kile ambacho kilitokea mchezo uliopita, kama walimu tayari tumeshakifanyia marekebisho, tushajua tulikosea wapi na tunashukuru vijana walielewa kipi walichokuwa wamekosea, nao tumeweka plani kwa ajili ya game inayofuata dhidi ya Simba. Swali kwa mwalimu. Naam, Simba tushakutana raundi ya kwanza, tulipoteza huo mchezo kwa mkwaju wa penati. Tunaenda kukutana nao tena. Tunachoweza kukisema, tumejiandaa. Tumejiandaa kukabiliana na nao ndio hiyo utakapokuepo. Sisi, tunachoweza kukisema, tunaiheshimu sana Simba. Simba ni timu kubwa. Simba ina experience sana lakini narudia tena kusema kila game ina game plan. Jinsi utakapocheza na Simba kuna game plan ya kucheza na Simba, si tumejiandaa kucheza na Simba? Tunajua wao ni bora, lakini tutakabiliana nao kila kila kila mchezaji anajua umuhimu wa mechi tunaoenda kucheza na anajua tunakabiliana na timu kubwa. Kucheza na timu kubwa automatic, wachezaji wenyewe wa saikolojia zao inakuwa sawa kwa sababu wanajua tunaenda kucheza mechi ambayo tunatakiwa tuwe makini kwenye kila tukio ambalo linatokea mbele yetu. Kwa kila kitu kiko sawa, sisi tunaomba Mungu tu kesho tuamke salama, tuweze kukamilisha tulichokipanga. JKT tuendelee kuisapoti timu Tunawahitaji wao ndo wachezaji wa kumi na mbili. Bila wao, wanajua kabisa, si huwa tuna struggle kwao. Nawakaribisha waje kama kawaida yao.